Habari yako mpenzi mtazamaji wa Maisha Online TV, na nikukaribishe katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuletea kila siku katika hii channel yetu, leo tarehe kumi na mbili Disemba 2025. Rais Mwinyi amepokea tunzo ya eneo bora la mapumziko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi ametoa rai kwa taasisi na wadau wa sekta ya utalii kushirikiana zaidi ili Tanzania ikiwemo na Zanzibar ziendelee kunufaika na tunzo za utalii za kimataifa. Kipekee nichukue fursa hii kupongeza kwa kupata fursa ya kuja kuhost eh, tuzo hizi hapa Tanzania. Nadhani ni jambo la msingi, ni jambo zuri sana kwetu. Watakuja watu wengi eh, tutapata promotion Eh, kubwa hapa hapa. Kwa hivyo tujipange, tujipange kwa, kwa, kwa mkutano huo mkubwa utakaofanyika hapa, tuwe tuna products mbalimbali, tuwashirikishe wadau wote kwa ki, kwa nguvu zaidi, ili wengi waweze kushiriki katika tuzo hizo, waweze kujitangaza zaidi, na sina shaka kwamba tutaendelea ku, kupata tuzo nyingine mbalimbali, lakini hii eh, itupe sasa ah, ari ya kuendeleza maeneo haya ya utalii. Najua ukisema eneo la mapumziko ya kikazi eh, linaitwaje Corporate Retreat, hii eh, hi, ni jambo ambalo kikawaida mtu huwezi kulifikiria eh, kumbe vile kuna nyanja nyingi katika utalii ambazo zina fursa. Kwa hiyo eh, ni, vi, ni vizuri tukazi tukahakikisha tunaongeza juhudi hususan katika eneo hili la, la utalii wa mikutano sana. Ee, na sisi tunajivunia sana kupata tuzo ya kuwa eneo bora barani Afrika ee, kwa mapumziko ya kikazi kwa kweli ni, ni, ni heshima kubwa kwa nchi yetu, na kwa kweli hii ni moja ya sababu ya sisi kuongeza bidii, tukizingatia kwamba uh, utalii ndio sekta mama ya uchumi wetu. Kwa hivyo tunapokuwa tunapata tuzo kama hizi maana yake kuna mambo tunayoyafanya vizuri na tuna wajibu wa kuendeleza hali hiyo ili tuweze kupata watalii zaidi, lakini vile vile e, tuweze kukuza uchumi wetu kupitia sekta mama hii ya uchumi ya utalii. Lakini nichukue fursa hii vile vile kuwapongeza e, wenzetu wa Tanzania bara kwa, kwa kupata tuzo vile vile ya eneo bora la utalii wa safari duniani nadhani eh, hii nayo ni heshima kubwa kwetu, na kwa kweli tukiangalia ni kwamba hii si tu inanufaisha Tanzania bara but hata hata Zanzibar itanufaika kwa sababu siku hizi watalii wengi wanaokuja hapa wanakwenda kule na wanaanza kule wanakuja huku eh, kwa hiyo tuki tukishirikiana vizuri tutaweza ku, kupata fursa ya kutumia tuzo zote mbili hizi au, au maeneo haya mawili eh, sote pande mbili tukaweza kunu, kunufaika nayo. Nitoe rai kwa wadau wote katika sekta hii ya utalii kwamba tuendelee kushirikiana kwa pamoja, kwamba kwa kwa kwa hizi tuzo sio kwa ajili ya labda serikali, hii tuzo ni ya nchi, na sisi tukipata tuzo kama hizi ujue na wadau wote wa sekta yetu ya utalii tunaweza kunufaika sote kwa pamoja.